Msikilizaji, wiki hii, Juni tano, ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya mazingira siku inayosisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za haraka kukomesha upotevu wa bayoanuai kupunguza utoaji wa gesi chafu na taka za plastiki na kurejesha mazingira bora kwa wanyama na binadamu. Mwaka huu kauli mbiu ni kumaliza uchafuzi utokanao na plastiki. Na msikilizaji, katika muktadha huo, mataifa yalitakiwa kuja na mkataba wa kisheria wa kimataifa kushughulikia tatizo la taka za plastiki kufikia mwishoni mwa mwaka uliopita, suala ambalo halikufanyika na sasa awamu nyingine ya majadiliano yanatarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Karibu katika makala ya mazingira leo, Dunia Yako Kesho. Jumaa hili uko nami Minletjai na nashirikiana naye Jupiter Mayaka. Pita, jamii mwanzo inalichukuliaje swala hili la kuhifadhi mazingira? Naam, jamii inalichukulia kwa uzito sana, maana ni mjadala unaoendelea kuhusu kuchafua mazingira ya nchi kavu, kuna bahari, kuna mito. Na nitatolea mfano hai kuhusu kundi moja lililokuja pamoja kuhifadhi mto wa Mtopanga, mto huo katika kisiwa cha Mombasa ambao ulikuwa sehemu ya kutupia taka za kila aina. Kwa majina, anaitwa Peter Mchombo. Mimi ndio mwenyekiti wa Mtopanga River Conservancy CBO. Sisi kama wanamtopanga tulikuja na njia ya kusaidia mto huo. Mbinu ya kwanza, tuliweza kuchukua plastiki zile ambazo ziko katika mto na zikiishia baharini, tunapata ya kwamba zinaharibu mazingira ya bahari haswa viumbe vile viko pale baharini tuliweza kutengeneza boti kupitia chupa zile za maji zile ambazo watu wanakunywa na kuweza kutupa na hiyo boti huwa inasaidia sana sana wavuvi wetu ambapo zamani walikuwa wanakata miti kwa minajili ya kwenda kuvua nao samaki ubunifu mwingine ambao wamekuja nao ni kutengeneza mbolea ya kunyunyiza lakini pia sabuni za matumizi ya nyumbani isiyokuwa na kemikali hebu leta hizo machungwa leta hizo nipatie hizo machungwa na tumeweza kukuja na njia ya kuondoa zile takataka ambazo tunapata zinaitwa organic waste. kuna zile zinaitwa citrus peel. zile maganda za machungwa na zile maganda za limao ama ndimu, tunazipitisha kwa process inaitwa bioenzyme. Tunazichukua, tunaziweka kwenye drum. tunachukua kitu kama eh, molasses tunaziingiza pale ndani, tunaweza kuzichanganya pamoja, tunakuja tunazifunika, na tunachukua tuna kitu inaitwa mother culture. Mother culture imebeba biodecomposer, imebeba jagari baada ya muda, wiki tatu, hiyo formula huwa ishakuwa tayari kwa matumizi. panapo pi pia kwetu ni muhimu Nikisha toka pale, inakuja ya kwanza inakuwa fertilizer, na ya pili pia inakuja pia, tunatengeneza nazo soap detergent. Hayo maganda bado hayatakuwa waste, tutazisiaga na hizo zitatusaidia pale kwa kusugua kitu kama sufuria, ambapo pale chini na zile stain zimeshindwa kutoka, tunaichanganya tu kwa ya kidogo, inasaidia kuondoa zile uchafu ambazo zimeshindwa kutolewa na sabuni zingine. Na Jupiter, labda matokeo ya jamii kuchukua hatua hii yamekuwaje? Kabla ya zoezi hili la kutunza mto huo, nyumba zilikuwa zinafurika maji kipindi cha mvua na hata uwepo wa milipuko ya magonjwa yatokanayo na maji. Lakini sasa jamii inasema ni swala ambalo wamepiga hatua katika hili. Tulikuwa na changamoto kwamba ukienda mazaanati ambazo ziko katika kisauni sabkaunti unapata zile magonjwa ambazo zilikuwa zina, zinapatikana pale kwa sana zilikuwa zi ni waterborne diseases. Hivi karibuni kwenda kwa zile zaanati Eh, kwenda kuuliza ni magonjwa gani ambayo yanasumbua jamii kwa sasa, tumepata ya kwamba haya magonjwa ya waterborne diseases imereduce kwa kiwango kikubwa sana. Tumetatua ile jambo ambayo imekuwa donda sugu. Kila mara mko mnasikia kunaponyesha mvua kubwa kunakuwa na ile shida ya kwamba pale Bamburi manyumba yameingia maji, na sasa sahihi, ni mambo ambayo zimepitwa na wakati na tukiangazia maudhui ya mwaka huu ya kupambana na uchafuzi wa plastiki, mwanamazingira Sofa Mweni anasema ikiwa changamoto hii haitatatuliwa basi athari zake zitaendelea kuongezeka. Mambo ya kutupa takataka ovyo ovyo inaharibu mazingira yetu. Wale zile takataka ambazo tunazitupa hususan plastiki zinatafuta njia yake na zinaenda baharini, na zinapoenda baharini, hujua ya kwamba zile plastiki kwanza zina uchafuzi zinaingia katika bahari, inachukua miaka mingi, zitavunjika vunjika katika vipande vidogo vidogo, na katika hali ile samaki watakula, na tunapokula samaki, kwa hivyo tujue kwamba tunakula plastiki. Msikilizaji, katika kuangazia hatua zilizopigwa katika majadiliano ya kupata mkataba wa kisheria wa kimataifa kuhusu uchafuzi wa plastiki tunaungana naye. Helen Dena ni msimamizi wa mradi wa plastiki katika shirika la Greenpeace Africa. Mwanzo Dena, kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya mazingira inaangazia namna ya kumaliza uchafuzi wa taka za plastiki. Kama mmoja wa watu wanaopigania hili, siku hii ina maana gani kwenu? Tunaona kwamba kauli mbiu hii ina umuhimu haswa kwa kuhamasisha binadamu, lakini pia hata yale ambayo ni mataifa mbalimbali mbali, na pia hata wale ambao ni watengenezaji wa hii hizi plastiki ya kuwa basi tunafaa kuwa tunaweka vigezo vya kuonyesha kwamba tunakomesha ama tunapunguza uchafuzi wa mazingira kutokana na taka za plastiki. Kadhalika, Dena ambaye ameshiriki majadiliano yote ya plastiki anaeleza matokeo kuhusu mataifa kukosa kufikia na juu ya mkataba wa kisheria wa kukabili uchafuzi wa plastiki mnamo mwaka jana mwezi wa kumi na moja, kikao cha tano cha kamati ya majadiliano ya kiserikali ambayo yalikuwa yanazungumzia nazungu, ya ule mkataba wa kimataifa wa kukomesha plastiki ama taka za plastiki, kuna vipengee fulani fulani ambavyo mataifa hawakuwa wamekubaliana navyo na mojawapo ya vile vipengee basi ni kile kipengee cha kupunguza ule uzalishaji wa plastiki, kwa sababu yale mataifa ambayo yanazalisha mafuta na tunaita mafuta uh, ya kisukuu ama fossil fuels kwa Kiingereza basi hayakutaka kile kipengee cha kupunguza uzalishaji wa plastiki kiekwe katika mkataba ule, lakini so, swala nyeti ni kwamba tunawezaje komesha taka kama hatutaangalia mambo ya uzalishaji wa plastiki? Kwa sababu hilo ndilo swala gumu zaidi. tusipo tusipokomesha ule uzalishaji wa plastiki basi pia taka nazo zitaendelea. La muhimu ni kwamba mataifa yakubaliane kuhusu uzalishaji, kupunguza uzalishaji wa plastiki, na tumeona pia uh, mataifa ya Kiafrika ma, ma, ma, mataifa ya bara la Afrika yamekuwa kipaumbele katika mazungumzo haya, haswa ukiangalia mataifa kama vile Rwanda, Kenya yamekuwa yakishinikiza ya sana mataifa mengine kuwa yaangalie mambo ya kute uzalishaji wa plastiki na yaone kwamba inapunguzwa bara la Afrika linazalisha asilimia tano pekee ya plastiki ambazo wanatumia na sana sana hizi plastiki ambazo tunatumia sisi huwa zinatoka mabara mengine. Kuelekea awamu nyingine ya majadiliano hayo, binafsi, ni swala lipi unapenda kutilia mkazo ili kufanikisha kupatikana kwa mkataba huo? Uh, mnamo mwezi wa nane mwaka huu, basi mazungumzo haya tena yataendelea katika kule uh, jiji la Geneva. Ni maombi yangu kuwa inchi ambazo Uh, zimesimama kidete kuona kwamba tunapata mkataba ambao utadhibiti mambo haya. Basi, zisikubali kushawishiwa na zile nchi ambazo zinatengeneza mafuta ya kisukuku ama zile nchi ambazo hazitaki mambo ya kupunguza uzalishaji wa plastiki. Nchi zinafaa kuweka kando uh, maslahi yao ya kibiashara na kufiki, kufikiria juu ya mustakabali wa watoto wetu na pia wa mazingira na hata siku zijazo. Shukran Helen Dena kutoka Greenpeace Africa kwa mchango wako katika makala ya leo kuhusu uchafuzi wa plastiki. Na msikilizaji, mbali na plastiki tunazoziona kwa macho kavu, chembe ndogo za plastiki pia hujipenyeza kupitia chakula, maji na hewa. Utafiti ukikadiria kwamba kila mtu kwenye sayari yetu hutumia zaidi ya chembe elfu hamsini za plastiki kwa mwaka. Lakini Jupiter, kwa nini kila mtu anahitaji kuhusika? Mindlet ni kwa sababu ni janga na mda unaisha, na bila hatua, mfiduo wa uchafuzi wa hewa zaidi ya miongozo salama utaongezeka kwa asilimia 50, ndani ya mwongo huo na taka za plastiki zinazoingia kwenye mifumo ekolojia ya majini zitaongezeka karibu mara tatu ifikapo mwaka elfu mbili na arobaini. mm -hmm, na hatutakuwa tumetimiza malengo endelevu nambari kumi na tatu kumi na nne na hata 15 na msikilizaji, ndivyo nasi tunakamilisha makala ya mazingira leo Dunia Yako Kesho kwa juma hili. Usikose kuungana nasi kwenye makala mengine juma lijalo. Kwa heri, kwa heri.